Kuna biashara ambayo unaona kabisa inafanikiwa na watu wengi wanaifanya na kweli wanafanikiwa, lakini ndani ya biashara hiyo hiyo kuna watu wanastruggle kweli kweli kwenye hiyo biashara. Inakuwaje kwamba kuna matabaka mawili kwenye biashara hiyo hiyo moja? Imenichukua miaka nane mpaka tisa kuweza kugundua ya kwamba kuna vitu ambavyo hawa ambao ni matajiri wanavielewa, kana kwamba vitu hivyo wanavyovielewa ndio vinawafanya wao wafanye au aw, wapate matokeo wanaopata na mtu yeyote ambaye probably anapata matokeo duni, matokeo ya kuteseka, matokeo ya kushindwa, mtu huyo akipata uelewa au akipata kufunguka macho na kujua kitu anachokijua huyu, na yeye ataweza kupata matokeo hayo. Na ndio kwa maana kuna usemi unaosema ya kwamba ukichaa ni kufanya kitu kile kile na kutegemea matokeo tofauti. Na hii ndio tatizo kubwa ambalo tunalo kama sisi wa Tanzania. Hii ni kitu ambacho kipo ndani ya nchi yetu ya kwamba kuna mindset ya kimaskini ambayo tunayo. Tukiangalia hii mindset tumeipata tukia tukiwa wadogo, sio kitu ambacho unakuja kukipata ukiwa tu mtu mzima. No, ni kitu ambacho umekuwa programmed, mimi na tumekuwa program nayo kuanzia tukiwa wadogo, na bila kushtukizia kwamba tunaendeshwa na huo mfumo, kwa sababu ni mfumo huo ambao unaendeshwa behind the scene ya akili yetu unaotusababishia sisi kufu tenda na kufanya vitu the way tunavyovifanya, na ndio kwa maana tunapata matokeo tunayoyapata. Kama tungekuwa tuna uwezo wa kupata mfumo mpya ndani yetu ambao utatusaidia kutenda kwa njia ya tofauti, tutapata matokeo ya tofauti. Kwa hiyo kama wewe ambaye unasikiliza hii video kwanza hadi hapa sasa hivi, najua ya kwamba unatamani kupata matokeo tofauti na umeshasikiliza, ndio hayo makosa yote ambayo nimeongelea hapo, na unatamani kweli kupata matokeo ya tofauti kwenye uchumi wako, kwenye maisha yako, basi unatakiwa kuelewa kwamba kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kudili nacho ni mindset, mfumo wa kufikiria wa kimaskini. Mfumo huo usipobadilika, utaendelea kupata matokeo hayo hayo. Utajifunza kila kitu unachotakiwa kujua kuhusiana na biashara, utajifunza sijui, fanya hichi, fanya kile, biashara hii ya Airbnb inafanya kazi, utaruka kwenye biashara nyingine. Kwa sababu mtu mwingine hapa, ambayo proba unasikia hii video, umeshafanya biashara nyingi, yani sio biashara yako ya kwanza, umeshafanya biashara nyingi na unateseka kwenye kila biashara, na unataka uingie kwenye biashara nyingine uki expect kwamba utapata matokeo tofauti, and it's disappointing, but number two ni kwamba kweli haitatokea hivyo unless ukifanya hichi ambacho na kuambia, ya kwamba uwe tayari kudownload program mpya ndani ya akili yako, program ambayo itakusaidia wewe kuweza kuendesha biashara kitajiri. Na hapa tunachokiongelea ni mfumo wa kufikiria wa kitajiri.